Sii ni daktari katika zanati ya Nyongea. Huduma zinazopatikana ni huduma za idara ya magonjwa ya nje, huduma ya oza, huduma ya mahabara, huduma yafama. Karibuni sanakwa mwajine, anaitwa Alex Richard Tembe, ni muuguzi katika kituo chetu cha afya Kamnyonge kilichopo katika eneo la Matare na ni kilomita chache kutoka shule ya msingi ya Matare ambayo iko karibu na sisi. Uh, hapa tunatoa huduma kwa wagonjwa wale wa nje, wanawake OPD. Tunatoa huduma ya pia na pia tunatoa huduma ya dawa, kwa maana dawa zipo mbalimbali. Mgonjwa wetu alipokuja, tukampima, tunampa dawa. Na pia tunafanya vipimo vya maabara ili kuweza kutambua mgonjwa wetu anaumwa nini kabla hatujapeleka kwenye matibabu. Na pia tunatoa huduma za harasi ambazo zinatolewa kule kwa mama na mwenzi wake wa kiume, na zinatolewa kule na kuna huduma zinapatikana za CCC na tunajua hizo za ukimwi na watu wanapewa dawa na wanaendelea kuisha safi pasipo malipo yoyote. Na pia tunatoa huduma ya kulaza kwa muda ndani ya hospitali yetu na wagonjwa wanapata tiba ambayo ni nzuri na haina shida. Na pia tunatibu kwa aina ya mbili wagonjwa wa cash na pia tunatibu kwa kwa bima ambayo ni chenyefu ambayo tunatibu bila shida. Karibuni, hapa ndipo kanyonge suluhisho ya afya yetu.